ambapo kwenye chaneli zetu utapata nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kusoma neno la Mungu na kulielewa. Karibuni sana wapendwa, tusali, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako mkuu ambao umeendelea kujifunua katika maisha yetu. Tunanyenyekea kwako e Bwana, tunaomba neno lako ili litusaidie, ili tunapolisoma tuweze kujengwa na kufanywa imara tukinge na kila roho zote za mauti na damu ya Yesu itusaidie neno hili tutakase na kutupa uzima, sote tuendelee kuwa hodari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, tusonge mbele na kitabu hiki cha Yoshua Bin Sira sura ya thelathini na tisa. Walakini mtu aikazae roho yake kumcha Mungu na kuitafakari torati yake aliye juu hapo mbali, yeye ataitafuta hekima ya watu wote wa kale na kujishughulisha na maneno ya manabii. Yeye ataweka akiba ya mazungumzo ya watu maarufu na kujiingiza katika vikombo vya mafumbo, na kuchungulia namna maana ya ndani ya mifano na kujizozea katika maana iliyofichwa na mithali. Atatumia miongoni mwa wakuu na kuhudhuria mbele za wafalme. Atasafiri katikati ya nchi za mataifa wageni, ambayo yeye mwenyewe amepatwa na mema na mabaya katika wanadamu atajikaza moyo kumwendea mapema Bwana aliyemuumba na kuomba dua mbele zake aliye juu, na kufumbua kinywa chake kwa kusali na kumsihi kwa ajili ya dhambi zake. Akijaliwa na Bwana aliye mkuu, atajazwa roho wa Ufahamu na, ku, na kukupua maneno ya hekima yake kama manyunyu na kumshukuru Bwana katika sala zake. Ataeleza mashauri yake na mataifa yake, yake na kuzitafakari siri zake. Atadhihirisha mafundisho ya hekima na kuona fahari juu ya sheria ya agano la Bwana. Wengi watausifu ufahamu wake wala kadiri ulimwengu udumuvyo hautafutika, wala ukumbusho wake hautaondoka. Ila jina lake litaishi kizazi baada ya kizazi. Mataifa watatangaza habari za hekima yake, na makusanyiko watazihubiri sifa zake. Katikati kuishi kwake atabarikiwa kuliko watu elfu, naye atakapofariki atazidi kuwa heri. Itazidi kuyahubiri niliyo yafikiri, nimejazwa kama mbalamwezi. Enyi watoto watakatifu, mnisikilize na kuchanua kama mwaridi uotao kando kando ya kijito cha maji, toeni harufu nzuri kama ya manukato, chanueni maua kama nyinyoro, mkaeneze harufu iliyotamu na kuimba wimbo ulio wa kuhimidi. Muhimidini Bwana kwa ajili ya matendo yake yote, likuzeni jina lake na kuzitoa sifa zake kwa nyimbo za midomo yenu na kwa kinubi Nanyi mtakapotoa sifa zake, imbeni hivi: matendo yote ya Bwana ni mazuri mno, na kila haja huishibisha wakati wake. Kwa neno lake maji yalisimama kama fungu, na kwa neno la kinywa chake ikawa nuru. Upesi kuyafanikisha mapenzi yake, wala hakuna atakayeupinga uovu wake. Mambo yao wote wenye mwili ni mbele zake, wala haiwezekani kufichwa machoni pake. Huyachungulia tangu milele hata milele, kwa hiyo wokovu wake hauna mipaka. Kwake hakuna dogo wala lililo hafifu wala hakuna la ajabu lisilowezekana. Hakuna kusema, nini hii? au mbona hivi? Maana yote yamechaguliwa kwa kusudi lake. Baraka yake ilifurika nchi kavu kama Nile, na kuinywesha maji mengi kama mto. Vivyo hivyo laana lake ufukuza mataifa na kuigeuza nchi ya neema kuwa ya chumvi. Njia zake ni sawa mbele ya watakatifu, ila zimejiinua kama mlima kwa ushupavu. Mema ameyawekea watu wema tangu awali na kwa ovu kuna mema na mabaya. Yale yaliyo faradhi kwa maisha ya binadamu: maji ya moto na chuma na chumvi, unga wa ngano na asali na maziwa, damu ya zabibu na mafuta na nguo. Vitu hivi vyote ni vyema kwa wenye adili navyo, na kwa wakosaji vitageuka vibaya. Kuna pepo zilizoumbwa kwa kisasi, na kwa ghadhabu kali hupiga kwa nguvu. Muhula ukiwadia, humimina ukali wao na kuikomesha hasira yake aliyezifanya. Moto na mvua na mawe na njaa na tauni, hayo yote yaliulukiwa kwa hukumu Meno ya wanyama na nge na nyoka na upanga ukiwaangamiza wenye dhambi. Hayo yote yakaumbwa kwa makusudi yake, yamo kanzini mwake, yatakapotakiwa yatashangilia. Wakati atakapoyaamuru wakati huo wastahilifu neno lake. Kwa hiyo tangu mwanzo nalikusudia, nikafikiri hivyo nami nikayaandika hayo. Matendo yote ya Bwana ni mazuri mno, na kila haja huishibisha wakati wake. Hakuna awezaye kusema, hili ni baya kuliko hili, maana yote yatakuja kusifiwa kwa majira yake. Na sasa imbeni sifa kwa moyo wote, na kwa vinywa vyenu, nanyi liimidini jina lake aliye mtakatifu. Sura ya arobaini taabu nyingi sana Mungu amemwagia kila mtu, na nira nzito ipo juu ya wanadamu tangu siku yao ya kutoka tumboni mwa mama zao hata siku ile watakapoirudia nchi. Maana wote walio hai kutazamia mambo yatakayokuja, na siku ya kufariki huangaisha mawazo yao na kuwaletea hofu ya moyoni. Tangu yeye akitie juu ya kiti cha utukufu, hata yeye naye ajidhilie katika mavumbi na majivu. Tangu yeye aliyevikwa kilemba na taji, hata yeye naye aliyevaa mavazi ya nywele, hakuna ila wivu na matata na udhia na hofu ya mauti na ghadhabu na ugomvi. Hata na wakati wa mtu kupata raha kitandani pake, usingizi wake wa usiku hutaabisha fahamu zake, ama hupata raha kidogo tu, ama hapati. Na baadaye katika usingizi wake, kama katika zamu ya kukesha, amefadhaika katika maono ya moyo wake, kama mtu aliyeokoka na ghasia ya vitu; naam Wakati ule ule wa kuokoka huamka na kuroja kuona ya kuwa hofu yake si kitu. Ndivyo alivyo kwa wote wenye mwili, binadamu na hayawani, hata zaidi mara saba juu ya wenye dhambi: mauti na kumwaga damu na ugonjwa na upanga, misiba, njaa, dhiki na tauni. Mambo hayo yote yaliumbwa kwa ajili ya waovu, pia na kwa sababu yao kulikuja gharika. Yote yaliyo ya, ya nchi yairudia ya nchi, na yote yaliyotoka juu watarudi juu. Rushwa na udhalimu utafutiwa mbali, bali uaminifu utakaa hata milele. Mapato ya, ma ya movu yatakauka kama mtu na kama ngurumo penye mvua yatapita. Kwa kufumbua mkono mtu atafurahishwa, bali wanyimivu watapotelea mbali. Watoto wa waasi hawana chipukizi, na shina la wasio haki li juu ya jabali. Nyasi ya mtoni yotavyo ukingoni mwa maji itang'olewa kutangulia majani yote, bali ukunjufu ni bustani ya mibaraka, na kutoa sadaka kuna dumu milele. Mtendakazi ana maisha mema, naye pia aliyeona radhi, naye aonaye dafina hupita wote wawili watoto na kujenga mji hulithibitisha jina la mtu. Naye apataye hekima hupita wote wawili. Kufuga ng'ombe na ulimaji hulifanikisha jina la mtu naye na mke mpendwa hupita wote wawili. Kunywa mvinyo na kuimba kunachangamsha moyo, na upendano wa rafiki hupita yote mawili. Filimbi na kinubi hutoa sauti nzuri. Na ulimi wenye neema hupita vyote viwili. Neema na uzuri hulifurahisha jicho, la jani bichi la mpunga hupita yote mawili. Rafiki na mwenzake hawakutani vibaya. Na mke na mumewe hupita wote wawili. Udugu na msaada hufaa siku ya taabu. Na sadaka huokoa kupita yote mawili. Dhahabu na fedha huimarisha mguu wako, na shauri linastaha kupita vyote viwili. Mali na nguvu vitainua moyo wako, na kumcha Bwana hupita vyote viwili. Hakuna upungufu katika kumcha Bwana wala hakuna haja ya kutafuta msaada zaidi. Kumcha Bwana ni bustani ya mibaraka, nayo humfunika mtu kupita utukufu wote. Mwanangu, usiishi maisha ya mwombaji. Ni afadhali kufa kuliko kuomba. Mtu anayetazamia meza ya mgeni, maisha yake si maisha Atainajisi roho yake kwa vyakula vya mtu mwingine, walakini mtu mwenye ufahamu ataviona vinaleta uchungu kinywani pake. Mwenye choyo kuomba ni kutamu, bali tumboni mwake huarusha huashwa moto.